Leo nataka nikufundishe kitu kirahisi kwa wewe ambaye tayari umeshajua kusuka mabutu tu ya kawaida sawa. Utachukua rasta ya Afro Spring kutoka Darling kidogo tu, alafu tutaenda kuipachika kwenye ile nywele ya mteja wetu ambayo tumeikata kibutu chini. Tutasuka kibutu cha njia tatu, sawa sawa. Ukishasuka kile kibutu cha njia tatu sasa utakaza kidogo alafu utaenda utaigawanya mara mbili. Hakikisha nywele ya mteja unaificha kwenye ile rasta yako ya Afro Spring, alafu uta twist kawaida tu njia mbili kama hivi. Unapo twist hakikisha una twist kwa kurelax, yani hata usikaze, usitumie nguvu, just relax. Mimi nimesha kuahidi nitakufundisha njia rahisi kabisa ambazo zitakufanya wewe ujue kusuka bila pressure yoyote ile. Sasa sawa. Namba nikukumbushe jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, chuo kimesajiliwa tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Namba ni hizo ambazo unaona kwenye screen. Nataka nikuonyeshe rasta niliyotumia. Rasta ni hii hapa ya Afro Spring, inakuwa ni ndefu kama hivi. Ukitaka iwe na ufupi ambao mimi nimetumia hapo una uwezo wa kukata mara mbili. Ukitaka iwe fupi zaidi ya hapo una uwezo wa kukata mara tatu. Ukitaka tena iwe ndogo tena zaidi ya ile ambayo utakata mara tatu, utakata mpaka hata mara nne. Inategemea. Na rasta hii una uwezo wa kusuka. Iwe ni micro twist zile nywele ndogo, ndogo ambazo zinadumu hata miezi sita una uwezo wa kutumia rasta hii. Iko very soft. Sawa. Nywele yako kisha kata kama hivi, sasa ndio utakuwa unachukua kidogo hii ambayo unaiona, unachukua tu kidogo tu, ndio ile ambayo nimetumia kwenye kusuka kibutu pale mwanzoni. Sawa. Sawa. Umeshajifunza kama hivi, unahitaji kujiunga na magrupu yetu, ni bure kabisa Sawasawa, lakini hakikisha umeingia pale YouTube, umetafuta Farida Othman na tayari umekwisha kusubscribe chaneli yetu, sawasawa. Lakini ukisha subscribe, nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona katika screen. Baada ya hapo, unaweza kunitumia feedback yako, nimesuka hii, nitakurekebisha vilevile kwa wale ambao mnatokea mikoani, unahitaji kujifunza kusuka nywele aina zote, mambo yote ya saloni, karibuni sana chuoni kwetu. Tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki, tunafundisha kusuka nywele aina zote, mafunzo na huduma tunazotoa sisi unaswali, ni za uhakika. una swali na chochote niendike kwenye comment. unahitaji kujifunza zaidi, karibuni darasani kwetu, kwetu kwetu. Waliosoma wanaelewa ni kicho gani ninazungumza, ambao mtasoma kwetu mtakuwa mashahidi wazuri. Sisi tutakufundisha hata kama huna idea yoyote. Sawa sawa. Kwa wale ambao ni wazazi walezi, una mwana wako amaliza form six, kamaliza form four, kamaliza ala saba, ule muda wa likizo, hebu njoo mtoto apate ujuzi. Tunaelewana? Sawa, sawa. Haya, baada ya kuitwist nywele yangu mpaka mwishoni kabisa. Kisha na twist mpaka mwishoni nywele yangu ilikuwa kama hivi. Kwa hiyo nimekata size ambayo ni ndogo ndogo. Size ambayo umeanza nayo mwanzo ndo unatakiwa umalize nayo. Usiweke size za tofauti tofauti. Hapana. Naomba hilo mlizingatie. Tunaelewana? Kama hujaelewa niulize kwenye komenti. Unahitaji kujifunza zaidi? Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Chuo kimesajiliwa. Tupo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Tunaelewana? Hii nywele ni nzuri sana, kwanza ni nyepesi. Umeona faino yake, udada alipendeza sana sana sana. Sawa, unauwezo so, wa kuibana kama hivi, una uwezo wa kuchilia upande wa mbele kama hivi, una uwezo wa kuweka band kama hivi, upande wa mbele sawa. So, it's very simple very easy. Jamani, mimi ni Farida Othman, na karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora. Asante, naendelea kujifunza nami.